Na mtazamaji tukisongamana na vidokezo ni kwamba serikali imetakiwa kukaza kamba zaidi katika vita dhidi ya kupambana na dawa kulevya humu nchini. Haya ni kwa mujibu wa Famao Mohamed, mwanaharakati wa kupambana na utumizi wa miadarati ukanda wa pwani. Uko serikali ikiwa mbioni kumwokoa Mkenya Margaret Nduta aliyepatikana na hatia kusafirisha dawa za kulevya nchini Vietnam. Mwanaharakati huyo ameirai serikali kutumia bidii hiyo katika kukomesha matumizi, uuzaji na usambazaji wa miadarati humu nchini. Viongozi wa kupambana na madawa ya kulevya na vilevile wazazi ambao tumeathirika na madawa ya kulevya, tunaiambia serikali ya Kenya kwamba nguvu zile zinazotumika hivi sasa kusaidia mama Nduta katika nchi ya Vietnam, vile vilevile nguvu zile zije zitumike hapa Kenya. Tuseme tumemwokoa mama Nduta, hatukumokoa, lakini hivi sasa tunataka serikali ya Kenya isimame kupambana na madawa ya kulevya kikamilifu.